Kuwa na mapaja manene inasaidia sana kupunguza hatari ya kupata magonjwa kama kisukari, pressure, ugonjwa wa moyo na kuimprove your metabolism. Simaanishi kuwa na mapaja tu manene kwamba ukaenda kula chips, si ukula wali, unenepe, no. Nazungumzia kuwa na mapaja makubwa, mapaja yenye misuli ya kutosha, mapaja yaliyokuwa imara. Watu wengi wakianza kuzeeka, wanaanza kuzeeka chini So, hili swala tunasema watu wanatakiwa ku train leg kufanya miguu. Sio swala tu la masiala, ni swala la reality. Misuli ya miguu ni misuli ambayo inalinda metabolism yako. Na udhaifu wote ukianzia unaanza kuja huko chini. Unaanza kuhisi miguu inawaka moto, miguu inakufa ganzi. Unaanza kuishiwa miguu nguvu for no reason. Misuli ya miguu inaweza kukusaidia ku absorb fat acid mbaya, itakusaidia kuondoa kupanda kwa sukari na pia usaidia kuzalisha anti-inflammatory hormones kama leptin, inaondoa sana wale matatizo wa hormone imbalances, train sana miguu, fanya sana squats. Vinalinda moyo wako, vinalinda metabolism yako, vinalinda na mili yako ya damu, insulin spike na kinga nzuri zidi ya magonjwa kama kisukari, saratani, pressure sio kuna shambulio la moyo. Misuli ya miguu itakusaidia insulin sensitivity, inaboresha uwezo wa kumengenya mafuta kwa haraka, inasafisha sukari kwenye damu yako kwa haraka sana. Misuli ya miguu ndio injini kubwa inayofanya metabolism yako kufanya kazi kwa usahihi, inasaidia kuchoma mafuta kwa haraka, inasaidia kupunguza pressure, inasaidia kuondoa sukari pia kuboresha mzunguko wako wa damu. Watu wenye misuli mizuri ya miguu ni wale watu ambao wana metabolism mzuri sana, anakula matakataka yote, anakula machips, anakula manina hautokuja kumuona amenene hata siku moja. Kwa na unapokuwa na misuli dhaifu ya miguuni, especially mapaja, utakuwa tuna slow metabolism, hatari ya kupata kisukari, hatari ya kupata shambulio la moyo, utashindwa kutawala insulin, inflammation hazitokuisha na utashindwa kuchoma mafuta kabisa. Yakupa maisha marefu sana na kusaidia metabolism yako. This is the reason kwenye home map yangu <laughs> lazima mazoezi ya legi ya wepo. Unaweza coach sana mazoezi. Can tell you in short. This is the best best thing ambayo tunaweza kufanya. Utaishi maisha marefu sana autosumbuliwa na magonjwa ya uvyovyo kwa sababu ndio mtakaa mbali na wewe jepusha na shambulio la moyo 100% nimeona vijana wengi sana wanawake wengi siku hizi wanaanguka kwa sababu ya shambulio la moyo because they have weak very weak legs kama una train legs vizuri hajaishi na una umri gani una uzito gani unakula vip, vipi unaishi vipi maisha yako maisha yako yatakuwa marahisi sana wewe unatakiwa kuelewa tu misuli ni tiba dawa na kinga elewa tu nguvu ya mwili wako chini ndio urefu wa maisha yako